Hivi umeshawahi kujiuliza yaani, ukiwa na hela yani unakuwa na confidence, yani ukiwa na pesa imetulia hapa, unaweza ukakaa siku nzima na usisikie njaa <laughs> Sasa ile siku ambao hauna hela si kwa nini? Yaani kizunguzungu kinaanza saa nne, yaani hata hata unywe chai asubuhi na hela hauna yaani kifika saa nne saa tano, nimekula kweli kwelile <laughs> A ha, hau ukiwa hauna hela na huko Dar es Salaam jua linakupiga mpaka ukome. Yaani especially jua la mwinge pale linakupiga jua la utosi. Unajua unapigwa na jua mpaka ukifumba macho unasikia kama unasikia afia mishikaki hivi <laughs> ume hivi umeshawahi kujiuliza yaani ukiwa na hela, yani unakuwa yani, una na confidence yaani ukiwa na <laughs> pesa imetulia hapa, unaweza ukakaa siku nzima na usisikie njaa. Sasa ile siku ambapo hauna hela Siyo kwa nini yani kizunguzungu kinaanza saa nne? <gibu> yaani hata hata unywe chai asubuhi na hela hauna. Yaani kifika saa nne za tano hizi vile nimekula kweli ile. Hapo <gibu> ukiwa hauna hela na huko Dar es Salaam jua linakupiga mpaka ukome. Yaani especially jua la mwinge pale linakupiga jua la utosi. <gibu> Unajua unapigwa na jua mpaka ukifumba macho unasikia kama unasikia alfu ya mishikaki hivi. <gibu> Kumbe wewe ndio unaiva. <gibu>